Vizimba vya samaki ni mradi ambao tumeshaanza baadhi, lakini hifadhi inafanya jitihada kubwa sio za kupata tu ila serikalini pia na kupata ila kwa taasisi binafsi na mashirika mengine kwao, tumeandika proposal nyingi kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wananchi wetu. Swala la vizimba tumeshaanza kutengeneza kizimba kimoja pale Bongera, tumesha tengeneza kizimba kimoja pale Bongera. Kwao ni, ni mradi ambao ni mradi endelevu. Kikubwa tu kuna taratibu za kuomba, na mwenyekiti kama unakumbuka tulipita kwenye hivi vijiji vyote tukaambia watu wajiunge kwenye vikundi. Unakumbuka tulipita vijiji vyote tukaambia tutengeneze vikundi, kwa sababu serikali haiwezi kusaidia mtu mmoja mmoja, serikali inasaidia vikundi. Tulipita kipindi kile kukuwa na mikopo ya, ya uvuvi, wizara ya uvuvi, lakini pia na sisi tulikwepo na miradi ya maendeleo inaitwa skip. Kwa mimi niendelee pia kuwahamasisha nyie na nyie mkawahamasishe vijana wetu pale wajiunge katika vikundi kwa sababu fursa pesa zinapopatikana tu basi, na sisi tunaweza kuwasaidia ili waweze kujikwamua. Sasa waweze ku, ku, ku, hivi vizimba viweze kuwasaidia wao wasio wanaingia tena mahifadhini huko. Kwa hiyo mradi wa vizimba upo na inaendelea na, na Rubondo inafanya jitihada pia za kupata pesa sehemu mbalimbali NGO mbalimbali ili tuweze kuwasaidia, lakini issue nyingine ni ya kutoa semina mashuleni. Niwaambie tu mpaka sasa hivi walimu wa shule 43 tumeshawapa semina kati ya Geita, Chato pamoja na Muleba, shule 43 ambapo shule 34 ni za shule ya msingi na shule tisa na shule za sekondari. Walimu hao wa, tumewapa jukumu moja la kuweza kutoa elimu <coughs> ya uhifadhi kwa darasa la, darasa la tano pamoja na form two. Kwa hiyo tunaendelea kufanya haya ili kizazi hiki sasa kiweze kupata hii elimu ya uhifadhi. Mimi nilikuwa naomba watu Rubondo, yetu, naomba na wa hifadhi ya Rubondo wanaotuzunguka maeneo yetu, nilikuwa naomba semina katika shule zetu za sekondari, kwa hao vijana wanaohitimu masomo yao, wameweza form, wengi wanakosa ajira, wengi wanakosa nyumbani yani, kukuta maskini hawasaidii chochote kuendelea na masomo, kwa anajikuta anashawishika kuingia katika hifadhi ya Rubondo na kuanza kuvua wa samaki ambao watakiwe kuvuliwa kwa nyavu haramu. Lakini jambo lingine pia ni kubuni mifumo mizuri ya kuwawezesha kupata kipato ambao wanategemea kazi ya uvuvi. Lazima yani, katika mashirika haya yanayozunguka yanayo katika jamii ya watu yawe na ubunifu wa, wa, wa, ubunifu wa vitu ambavyo vitawawezesha wale wanaozunguka ili kazi yao ya uvuvi isiwe ni tegemezi katika maeneo ya nini ya hifadhi. Mengi yamesemwa, lakini mimi niombe kitu kimoja, kwamba ili kundi tunalo hangaika la vijana linahitaji mikopo, kama TANAPA kutakuwa na mikopo, ni bora mtukopeshe, tuwakopeshe hao watoto wetu, wanaangamia, lakini wakiunda vikundi na wakakopeshwa. Ila niombe kitu kimoja, wasikopeshwe nyavu, maana watarudi hukuhuku. Kuwe na mikopo mingine, wafanye kazi zingine ili tuokoe hii hi jamii inayokwenda ina kuangamia. Hawa wanetu hawasikii, kwa hiyo hawasikii, lakini sababu kubwa wanasema hatuna kipato. Kipato tukipateje? Kama kuna vikundi vikiundwa na vikakopeshwa, vinaweza vikasaidia. Niwashukuru kwanza hifadhi hii kwa kutuletea mizinga. Tulinde maliasili zilizonazo. lakini kikubwa tulinde mahusiano tulionayo kwa wivu yani. Tukifanya hivyo hizi maliasili zitakuwepo, taifa letu litafaidika. Unaona hii misitu tunayoilinda hapa haina faida, hapa Rubondo tu haina faida hapa. Uh, kanda ya ziwa peke yake ina faida, duniani kote. Hizi maliasili wanyama na mimea tunayoilinda huku ndani, ndio maana wageni wanatoka huko wanakuja kutembelea, si ndio? Kwa hiyo faida zake ni kubwa.